Ngemaliza kwa kwa Igo, kwa ana goli. Dube alitolewa hapa, mwana kazi isha ngumu hii. Faida ya sisi ambao interview gemaliza ka na haka. Iko kanzu eh, <laughs> yano, kanzu, goli alitolewa hapa kaitwa njoo njoo njoo mwana mfalme kazi isha kwa ngumu kwa matokeo. Tunashukuru Mungu mechi ilikuwa nzuri kama mtu ambaye amekuja hapa ameona namna ambavyo mechi imekuwa nzuri, mechi imekuwa ya kuvutia, imekuwa uh, akuvutia. Tumeweza kukonsidi bao nne, lakini kizuri tumeweza kupata bao. Unajua kupata bao dhidi ya timu kama Yanga, tafsiri yake timu yako imeperform kwenye kiwango ambacho, ukikutana na timu za daraja lako, una uwezekano mkubwa. Lakini na na msimu msimu mzuri huu, timu za madaraja yenu kuzifunga. Tumecheza uh, zidi ya Dodoma, tumewafunga. Tumecheza zidi ya Fontaine Mbeya City na Tanzania Prison, tumecheza zidi ya Yanga wakubwa Tumeza mechi tatu lakini tuna mechi zingine 25, 26, 24 za kupambania. Kwa hiyo hii michezo iliyopita imepita. Tumeonyesha kile ambacho tunaacha tunaanza kuiandaa timu kwa ajili ya michezo inayofuata. Mchezo wetu unaofuata ni zaidi ya jacket Tanzania. Naamini huo mchezo ndio tutakuwa tumeanza ligi kuu rasmi. Kwa jacket Tanzania. Leo umekubali Yanga umewashika kwenye mbavu eh? Yanga umetufunga kipindi timu imeluz concentration. Dakika tumefunga magoli mawili ndani ya dakika 4 za mwisho. Timu ilishaluz concentration. Kwa nini iluz concentration? mpira uko hivyo umepata umepa goli umesawazisha, umepata la pili, umepewa penalti, umepata penalti pale tu concentration, concentration ya timu inaanza kuhama, na ndio maana wameweza kupata goli goli la nne, lakini hawajawana usumbua. Kipi? Mechi ilikuwa balance. Kuna muda Yanga walishusha timu chini, walikuwa za low block yeah, au kuona kuna muda Yanga walikuwa za mid block, ukiona goli yeah. Timu kama Yanga inacheza kwenye mid block na low block yeah, tafsiri yake opponent anapush, team anapush mashambulizi yes Sofa, uh, umekuwa ni mchezo wa aina gani? Great game ambaye amekuja ameona huu ni mchezo wenye azi ya kuwa mchezo wa ligi kuu. Mchezo ambao wenye azi ya kuwa mchezo wa ligi kuu ni mchezo ambao opponent au paki basi unacheza kwa mkakati. Sawa sawa sisi tumeanza hapa na na mid mid block block, block, tulikuwa tunahama kwenye low block, block, low block. Yanga walipata shida sana kutufungua. Sawa sawa lakini sisi pia nao tuliwafanya warudi kwenye low block, tukapata goli. Kwa hiyo huo ndo mchezo wa ligi kuu, timu zinacheza kwa mkakati, na timu ambayo imejiandaa vizuri ndio imepata matokeo. Sisi tulijiandaa, lakini Yanga alikuwa amejiandaa vizuri zaidi ya sisi, ndio maana ameweza kupata matokeo. Kama Lefas ameweka, no, no no no no no no, ilikuwa goli. Nikisema no goli inafutika. Bado yeah. yeah, wao okay, wana imani na timu yao. Tunatengeneza timu yenye ushindani, ndio kwanza mechi ya sita, kuna mechi zingine 24 za kupambania, nawahakikishia. Leo tarehe ngapi? Leo tarehe 9 ya mwezi wa kumi, kumi na moja. Hii timu ya KMC haishuki daraja. Ah, washambuliaji wa Yanga walikuwa na shida kwenye kufunga hmm. Lakini leo mshambuliaji wao mmoja amefufukia, ametupia mbili. Andy Andy Boy. Boy. Ah, mimi na mshambuliaji na mjadube? Yeah. Dube, Dube, sikafunga, mm. Dube sikafunga, hajafunga. Ambaye yeah, naye alikuwa hajafunga. Kaka, unajua kuna mshambuliaji na mchezaji wa mbele. Kwa hiyo Boy ni nani? Mchezaji wa mbele, sio mshambuliaji. Dube ndio mshambuliaji. Kwanza, anaweza kunusa eneo ambapo anaweza kusimama ili aweze no. kufunga yes, lakini pia ana mikimbio hatari, lakini kitu hatari zaidi, Dube anaweza kufanya link up play, kucheza na wenzake. Kwani Dube aje kufunga goli 10 hapa plus semewai Uh, hii ni transition food, uh, transition time. Hata wachezaji wakubwa wamewahi kupitia vipindi kama hivyo. Nikukumbushe kipindi Fernando Torres anatoka Liverpool anakwenda Chelsea alikutana na hali kama hii ya Dube ambayo anakutana nayo sasa hivi, amecheza michezo mechi 7, 8 hajafunga goli, lakini alipoanza kufunga goli lake la kwanza lilikuwa dhidi ya Barcelona kwenye mchezo wa nusu finali wa UEFA Champions League. Kwa hiyo niwaambie tu wadau wa mpira wajue tu Dube ipo kwenye transition period, lakini ni mmoja wa washambuliaji hatari kuwanao kwenye ligi kuu.